Ya kwamba watoto wetu wasifanye mihadarati, so nina kubaliana na mwalimu mkuu wa shule hii ya kwamba tuchunge watoto wetu, wacheze vilivyo, alafu wakuwe mfano bora wa uongozi wa kesho. La mwisho, alafu ni wajulishe wenzangu, alafu nimpatie katibu wa chama aongee yake la mwisho. Kuna policies na ninaona kama wizara haiko hapa. Kuna policies za wizara ya elimu ambazo pia zinakanganya. It is not possible that you go to the villages and say 100% and you mop up all the children of this country to school. Wakishafika shuleni sasa, unaanza kusema huyu ni over age, hawezi cheza Ati huyu ati huyu ame repeat, ati huyu sija amefanya nini? Hii vitu principles. Hii kitu inakuja kuumiza walimu wetu. Kwa sababu mwalimu akishaandaa watoto, akifika huku sasa inachezwa kwa sasa inachezwa kwa tebo. Ati huyu ni over age. Ati huyu ni at alikuwa Bungoma High School ame repeat. Alafu unasikia mwalimu anaumizwa. Hiyo kitu Whether we are are interested in in the education Education of our children. is is is wholesome. It is co curricular and it is instructional in class. Can you to, to mukopi sisi kama KUPPET. Sisi kama KUPPET, watu hata mtu Can you behave like us? So I want to, I want to introduce my colleagues who are here.